Dar es Salaam na kukuta ndugu jamaa na marafiki wakiomboleza, ambapo kijana wa marehemu ambaye ni meya wa manispaa ya Kinondoni Mstahiki Benjamin Sitta amesema ingawa baba yake amefariki dunia, alipambana mwenyewe kuokoa maisha yake, huku akisaidiwa kwa kiasi kikubwa na serikali, lakini hawakufanikiwa. Tuko kwenye masikitiko makubwa, kwa sababu mzee amehangaika na hii saratani ya tezi dume kwa muda na karakta yake ni, ni, ni, ni, ni, ni mtu ambaye ni mpambanaji. Kwa hiyo ame, ame, amepambana nayo na jana saa saba na nusu saa za Ujerumani ambayo huku ilikuwa ni saa tisa asubuhi eh, akafariki. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais ametupigia kutupa pole. Serikali imesaidia sana matibabu. Lakini sasa hilo ni kiongozi wa kitaifa na ni vitu vingi kwa watu wengi tofauti, kwa hiyo taratibu zote zinaratibiwa na kamati ambayo imeundwa pamoja na bunge. Kwa hiyo kwa maana ya ratiba, kwa maana ya e, taratibu zinapangwa na kamati iliyoundwa pamoja na katibu wa bunge. Nimeupokea kwa, kwa hali mbaya sana tena, najisikia vibaya sana kwa sababu yeye ndio alikuwa mkuu wa familia yetu, e, kule Urambo, mkoa wa Tabora e, na kiongozi wetu ambaye ndio baba yetu sababu baba mzazi alishafariki yeye ndio alikuwa baba kufuatia kifo hicho rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli ametoa salamu za pole kwa mheshimiwa Job Ndugai akisema atamkumbuka sita kwa uchapakazi uzalendo na tabia yake ya kusimamia ukweli katika kipindi chote alichokuwa kiongozi katika ngazi mbalimbali mbali za siasa na serikali hii ndiyo kauli ya mwisho kwa umma ya mheshimiwa Sitta kabla ya kifo chake wakati alipotembelewa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kabla ya kwenda Ujerumani kwenye matibabu. Kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu, Baba tunakuja mbele yako kwa shukurani, shukurani kwa sababu wewe ndio unatupa uhai, unatupa afya na unatuwezesha kuweza kufanya shughuli zilizo halali kwa ajili ya riziki yetu tunakushukuru sana Baba Baba Mungu kwa jinsi ambavyo umetujalia sisi Tanzania. Tazama Baba, umetupa miaka zaidi ya hamsini ya amani na hadi sasa tunashukuru. Katika awamu ya tano umetupatia rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, ambaye anakubalika na anaendesha nchi vizuri sana. Mheshimiwa Sitta alizaliwa Desemba 18 mwaka 1942 wilayani Urambo mkoani Tabora, na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za utumishi katika chama na serikali, na ameacha mjane Margaret Sitta na watoto kadhaa. Kifo cha mheshimiwa marehemu Samuel Sitta kimeonekana kuwashtua watanzania walio wengi. Tumeona tufike nyumbani kwake eneo la Masaki na tumekuta ndugu jamaa na marafiki wakiomboleza, huku kila mmoja akionyesha uzuni. Kutoka nyumbani kwa marehemu Samwel Sitta eneo la Masaki jijini Dar es Salaam, Samaila ITV.